My brother, wacha ni kuambie for free. Hata hiyo uweze leva mimi. Wa mama wote wanakuanga na bwana mbili. Bwana ya kwanza nile hiko kwa kichwa. Na bwana ya pili nile inatembea kwa dunia. Kila mama anakuanga na musee musuri kwa kichwa. Umesikia, asema mm. Umesikia huko nyuma? Kila mama anapolewa anakuanga na kamusee musuri. Mwenye akingia kwa ndoa anasema, sio hii nilitaka. Habari yenu? Kila mama anafikanga stage, ana regret. Haya, sasa nikwambie. Anasemanga nilikuwa na mtu yangu. Hata sijui shetani aliniambia nini tukakutana. Kila mama anakuanga na mzee kwa kitu, asikia hiyo for the first time. Alafu kuna hii mzee anatembea. That is why naambia ngo, wa mama reconcile the man in the mind and the man in the house. Ukijaribu kuleta ile iko mawazo, you were expecting caring man. A loving man eh, Yesu mseme ile yote kuingia kwa ndoa inakuwa totally opposite. Ni kweli ama sio kweli? Kila mama akiona mzee wake akikuja hivi, tunakuanga na mzee kwa kichwa, tunasema ninachua siku moja huyu mzee atafika, mzee caring, mzee loving, mzee mwenye tunatembea na yeye wapi, probo kitufanye na hiki kitu hapa, probo mzuko hapa hiko basi

Reconcile the man you had in your mind before you get married with this man. And then live with one husband. Many women in marriage live with two husbands. Sasa.